Ingala hingala isebele ingala hingala isebele ingala hingala isebele ingala hingala isebele hebu hebu nisikilize kaka, kuna muda natakiwa wewe utulie, tusikilizane sawa. Wewe mwanaume bwana, mambo ya kununiana nuniana, unakasirika kisa mganga bwana. Hebu hebu hebu tuelewane bwana. Amna bwana, wewe umekosea sana. Kaka, mimi naamini siku zote watu wenye uwalaza ni watu wenye busara na hekima, si umeelewa? Mimi ni mdogo wako, nikikosea natakiwa uniambie. Na hiki kitu mimi nimedondoka bahati mbaya. Kwani mimi kweli napenda dada Sauda angamii mimi eh? Ah, napenda ateseke ah? yule binti mimi napenda ateseke? Mimi mwenyewe naangaika ndugu yangu, hii imetokea ni bahati mbaya tu Tatizo lako wewe ni pupa, yani una haraka haraka sana, ni kitendo cho wewe. Utakiwa ungeenda taratibu taratibu, ukafika pale, ukainywa ile dawa ma kila kitu, mambo yangekuwa safi. Lakini sisi ni watu wazima, tunaonekana mpaka hatuna akili. Yule mganga, mimi sina akili kwa sababu ya mambo yako wewe. Mambo gani unafanya sasa? Tunaweza tukalumbana hapa kutoka sasa hivi mpaka kesho kutwa asubuhi, tusielewane. Hebu tuzungumze, tunafanyaje? Hakuna cha kufanya zaidi ya kumsikiliza mganga alichosema. Wewe uende ukamsaidia yule binti, alafu vilevile usisahau kwenda kumweleza baba yake aelewe kila kitu. Na ukienda pale usitumie pupa, usiwe unaongea ongea, unaongea ongea. Ukiongea sana utaonekana wewe hauna akili, yaani una pupa, unapupapupa. Ongee kwa ustaarabu atakuelewa. <truhili> Alishaanza kumvutia. Kuna muda mwingine nilikuwa nawaza awe mke wangu wa pili, bro. Mwenyezi Mungu ananiona. Kuna muda akinishauri ananiambia mambo haya. Unajua bro yule anaushauri kuliko mke wangu, alafu mimi naamini kaka anaweza kuwa bora kuliko mke wangu wallahi. Ah, wewe tanwe, hivi una akili kweli? Mimi nakwambia mambo ya maana. We unafikiria kumuoa? Wewe unaweza kumuoa ghost gosti, unaweza kumuoa mzimu, utalala naye vipi? utamkumbatia vipi? na wakati ukimkumbatia mkumbatia hewa. Bwana, muda mwingine tuliza akili. Ndio maana nakwambia wewe unapupa, unapopikia mambo yani hayaelezeki. Yaani wewe unajua kuna vitu vinachanganya sana. Mpaka muda mwingine mpaka na, na kufuru Mungu, unasema, kwa nini Mungu amenipa rafiki kama wewe? Yani, wewe ukae unakufikiria unaongea ongea tu ujinga. Basi kaka, usipanike. Mimi najua labda kwa sababu wewe huna mke na wewe umeshaanza kuvutiwa naye. Lakini tuachane naye. Mimi niko tayari kumsaidia binti yake Zena na nakuahidi naenda kupambana. Yule mtoto wa Kiaungu nakwambia namuokoa. Hata Sauda huko aliko atakuwa ananipenda. Lakini pia nitafanya juu chini na kuhakikishia mimi Sauda namuokoa. Kwa sababu mimi nimepewa nguvu na Mwenyezi Mungu. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye amepewa nguvu kama mimi. Tamu mama. Marahaba. Nurati. Hapo ndo miwai, sindiyo? Hivi mwanangu. Kwa nini utaki kushikilia maneno yako? Uliniambia utawai kuja kupika. Hivi muda ndo wa kupika? Mama. Nimechelewa kwa sababu nitaka kufika kwa wewe muuza nyama. We. Usiniambie nyama ngamia umeipata. Ndio mama nimepata. Ila sasa ina bei sana. Inauzwa elfu ishirini. Mwanangu, tatizo sio bei kubwa hapa ni kaka yako apone, eh? Wala usijaibei. Sawa mama. Na jioni leo ndo wanachinja, kwa hiyo inatakiwa tuwai kabla haijaisha. Sawa, nimekuelewa.

Nisamehe sana mke wangu. Uko sawa? Kuniita mme wangu umekuja hapa kimya, hujaniongelesha. Nimekuita mara mbili mara tatu, haujanisikiliza ndio maana nakuuliza, huko sawa? Andowashaka eh? Ni <laughs> mke wangu mimi niko sawa sawia, usiwe na wasiwasi yote ili nyonga mkalia i wa ubani kipenzi changu sweetheart. Zamani wakati na kutongoza, kabla sijakuoa, nilikuwa nakwambia nikinywa maji na kuona kwenye glass, nikilala na kuona juu ya dari, nilikuwa nakudanganya, ziwezikua kiki tu, ila nakupenda sana mke wangu sana mke wako, lakini nakujua fika kabisa, wewe hauko sawa. Nimekwambia kanaendelee maji nioge bwana. We vipi, andaa maji nioge. Unaleta maneno mengi na kusifia, unaleta maneno mengi. Mwanawake mkoje? Hebu naendelee maji bwana. We wow, unasifiwa kutu, unasifiwa, unasifiwa hauko sawa, hauko sawa. Nakusifia hauko sawa Unataka niwe sawa vipi? Unajua nilikotoka, nilipokutana nini? Mwenda wazimu wewe. Vipi mama? Safi. Mm. Huyu mama wako amesharudi huyo? Uh, mama, hmm. Mama mwenyewe mpaka saizi hajarudi bado mm -hmm. Sawa, hiyo tangawizi ipo? Hapana baba, tangawizi ilishatoka asubuhi. Basi sawa, chukua pesa pale kwenye shoke, sikarudi tangawizi. mm. Shoga yangu, yule mganga ni hatari sana <coughs> yaani, yeah, na usipoenda kinyume na masharti yake huyo mganga Mganga yetu hana baya kabisa. Yani, alipofika niliogopa nikaisi atakataa kutusaidia, lakini aliposema anaenda kuchukua nafsi ya Sauda. Aa, pale nikajua mambo yangu hayataumbuka tena. Ila pamoja na hayo shoga yangu, hakikisha unamuua mumeo pia, usije ukapambana bure na zile mali usipate. Ah, kwenye mali hapo lazima aise. We. hmm. Una uhakika shoga yangu au unaongea tu? Tena asilimia mia moja. Sawa, ila kama hujamuoa ukana hizo mali zisikilizie tu kwa majirani. Ukweli yule lazima afe, ila kwa sasa hacha niendelee kumshawishi ili aniandikishe katika zile hati. Ila akigoma shoga yangu, mi nipo kwa ajili yako. Ukihitaji msaada muda wote ule uwe nitafute tu, usiogope. Ah, haya hacha mi niwahi mume wangu, maana ndo mwenyewe ile

Haya, nenda kwa ifate hiyo nyama, muda ndo, usije ukachelewa hapo, tukakutemeisha huko <laughs> Mama una moto. Mm, na moto wesiwakike, subiri uzae kwanza, ndipo utajua kwa nini mama anamhudumia mwanawe hata kama akiwa mkubwa, kwa sababu hataki matatizo. <laughs> Mama shaanza. Aionaaiyona ndege yaani, katika siku ambazo umenikumbusha nyumbani kwetu Mbea, leo umenikumbusha sana nikiwa msibani, hizo nyimbo zinaimbwa. Kuna nyingine tware na naloli <laughs> sasa <laughs> mimi natoka mara moja. chakula hicho imeanda, ungekula kwanza ndio uende. mke wangu, kitu ambacho naenda kukifanya ni muhimu sana. Kuna mtu naenda kuokoa maisha ya kwa hiyo kabla sijaweka kitu chochote tumboni kwangu, inapaswa maisha yake niyaweke ya sawa, kwa sababu yupo katika mitihani, mitihani mimi naweza naweza hiyo mitihani kuisaisha pekee ndo naweza kutia tiki. Kwa hiyo nikiacha tu hivi maisha huyo maisha huyo huyo yanaangamia. Tulipofikia hapa, maisha ya huyo mtu ambaye anaenda kumsaidia ni mabaya mabaya mabaya sana, yanahitaji hekima na busara, kwa hiyo kwa sasa niache nikisha malizana nahii, basi nakuja kuupiga msosi mimi na wewe, tunakaa tunakula kwa ustaarabu kabisa. Lakini sasa hivi sasahivi, hata ukiniambia nile, sipo kabisa hapa, kwa sababu kuna mtu nimefanya wa mjinga, nimechelewa kidogo tu, nimeharibu maisha yake Mee... punguza wivu mama, naelewa mimi, sikuchiti sikusaliti, na kupenda wewe tu mpaka kiyama kama nilivyo.

Samahani sana dada yangu, bila samahani, nilikuwepo na shida naye mara moja. Kwa majina, mimi naitwa Nieni, sijui mwenzangu naitwa nani? Naitwa Nurat. Samahani sana dada yangu, nilikuwa na shida ya kuongea naye japo dakika mbili tu <laughs> sina maana kwamba nakudharau, hapana. Ila nipo na wai na haraka sana, sina nia mbaya, dada yangu, ila anyway, unaweza ukanipatia namba zako za simu ili tuweze kuwasiliana. Samahani kwa hilo pia. Simu yangu nimeiacha nyumbani na namba pia sijakaribu, lakini simu siyapo, naiona, sina simu. A ya, Mungu wangu ya, ya, ya, ya! Yani nafuzi yako ulivyotoa kisura chako kidogodogo kama mama yako. Marahaba, hujambo? Si jambo. Bila shaka wewe ndio Zena, mtoto wa Sauda eh? Ndiyo, ndo mimi. Baba yako yupo baba? Ndiyo, yupo ndani. Sawa, naomba niti, lakini samani Mi bado sijakufahamu vizuri. Utanifahamu tu kwa sababu hata Yesu alivyokuja alivyoletwa na Mungu watu walimziaki, kwa sababu hawakumfahamu wa ila garika ilivyotokea, alivyouwasha moto watu wenyewe wakamfahamu na kusujudu. Kwa hiyo mwanangu, mimi ndio mkombozi wako, utanifahamu. Kamwambie babako aliwata amekuja, kuna mtu anaitwa Mr. Tan. okay? haya, sawa. So... naye anakufaje? huyu anaacha nyumba nzuri kama hii, ndani kuna gari tofauti na mimi na makochi yangu ya fancy baba. Kuna mgeni wako hapo gechini. Mgeni wangu nasehamiadi, nani? Hapana, hata simfahamu. Haya, naenda. Wewe fanya hivyo basi. Ah, mzee, habari. Haki ya Mungu istaajabu ya Musa utaona filamu. Yaani mimi nikajua, wakati Sauda ananisimulia, nikajua nitakuta bonge la jibaba eh? Nikajua bonge la mtu kama yule mbunge anayelala bungeni wa Sira. Mimi kadogo dogo. <coughs> Bwana <coughs> sijakuelewa mzee wangu. Hivi kaka, wewe sinookana wewe sindio? Mke wako wa kwanza alikuolea mke wa pili kwa kumwonea huyo mwanamke huruma, sindio? Wewe sasa, naomba unisikilize kwa makini. Mkeo Sauda ajafa, yupo hai. Wemzee umetumwa na kuuliza? Umetumwa? Nisikilize, ni kweli nimetumwa, nimetumwa na mke wako Sauda, na mpaka sasa Sauda amekamatwa na mganga. Unawezaje kumwongelea mke wangu hivi? Unajua ni jinsi gani mke wangu ananiuma mimi? Umeshawahi kuwa na mke wewe? Tafadhali naomba umwache mke wangu apumzike kwa amani. Sitaki kabisa umzungumzie. Mpuzi wewe mimi sio kichaa wala sina njaa so, umeelewa? Nimekuja hapa kwa maagizo maalum kutoka kwa marehemu mke wako Sauda. Nafsi yake bado inatangatanga, na, na usichokijua, usichokijua mke wako Sauda, kifo chake kimesababishwa na huyu tukunyema wako Makoma. Huyu ndiye alisababisha, alafu kitu kingine, huyo binti yako Zena anateseka vibaya mno. Wewe baba, haushindi nyumbani, haujui mtoto yukoje, haujui mtoto anaishije na huyo mama, kazi ni kufurahia tu, lakini kaa ukijua mtoto wako anateseka sana. Kama huyo tu kunyema wako unamwona wa maana, basi angekuzalia mtoto. Ye kazi ni kukata viuno tu, kuvunja chaga, angekuzalia mtoto. Lakini mke wako wala, anateseka sana na kila siku anakulilia wewe pamoja na mtoto wake. Mimi sio kichaa, mimi nimepewa upeo na Mwenyezi Mungu wa kuona vitu visivyoonekana. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuona kama mimi. Mimi ni alwata, mimi naweza nikaona hata maisha yako ya kesho. Kwa hiyo utake ustake, niliyokuambia ni kweli. Kama si kweli, basi zungumza na familia yako vizuri, halafu utajua ukweli, na ukijua ukweli, ukinitafuta tena. Kwa hizi dharau ulizonionyesha, Sauda, Sauda.